yahmi saqimahu alma idha ahabba Allahu abdan, Allah akimpenda mja hamahu dunia, umkinga na dunia. Dunia ina mambo mengi, umkinga na yale mengi yenye vurugu za dunia kama yadhallu ahadukum, kama vile ambavyo atakuwa mmoja wenu, yahmi saqimahu, anamlinda mgonjwa wake, kumkinga na nini? Almaa, maji, maji ya kunywa. Mtu asianataka maji anywe eh? kuna wakati mgonjwa fulani unaambiwa huyu asinywe maji, sawa so. Utampa maji utasema utamwonea huruma umpe maji, umpi maji? Muhimu, lakini huyo asinywe maji kwa kipindi hiki, umpi? Hata kama unampenda, ndivyo sivyo? Unamlinda asinywe maji, ah, asinywe maji, muhakikishe yote anywe maji kwa kipindi hiki, mpaka saa fulani huko ndo anywe maji. Sasa Allah akimpenda mja wake humlinda dunia, na dunia watu wanaitaka, sindio? humlinda nayo ile dunia, anamkinga nayo ule kuitolea macho dunia, Allah anamkinga nayo kama yahmi ahdukum kama yadhallu ahdukum yahmi saqimahu alma, kama vile atende ambavyo ataendelea mmoja wenu kumlinda mgonjwa wake asinywe maji. Taswira kubwa sana, hadithi hii tumeileta kuona kwamba Allah ni rahman, mwenye huruma nyingi, na rahma kwa viumbe wake. Tunatarajia rahma ni kukunjuliwa, si ndio? Hivyo kumbe, kuna wakati mwingine rahma pia ni kunyimwa. Kuna wakati rahma ni kunyimwa kitu, inakuwa almanu ainul ataa, kule kunyimwa ndio kupewa kwenyewe baadhi ya nyakati lakini mpaka huo umetulia kidogo, ndio uone neno sawa. Huyu Qatada ibnu Numan, kwanza huyu tumwangalie huyu. Mtu huyu ni mmoja katika watu sabiini al Alansari, wale ambao walishuhudia baiat alaqaba athania, watu sabiini waliokuja kushuhudia wakati mtume anaofikisha Uislamu sasa. Kutoka Madina waliwahi kuja watu kipindi cha kwanza wakasilimu, halafu wakarudishwa Madina, nendeni kwenu. Wanakwenda zao wa Madina, kawafikisheni na ndugu zenu. Mara ya kwanza wakaja kwenye bai'atul Aqaba, kaizungumza, utaizungumza bai'atul Aqaba. Walipokwenda wale, akatumwa na sahaba mmoja, Mus'ab bin Umair, kijana, nenda kawasomeshe, kawasilimishe, kawasomeshe na Qur'ani katika zile fadhila za Mus'ab bin Umair na wale waliotangulia kuslimu kwa mtume pale katika baia ya kwanza. Mara ya pili wakaja watu sabini. Katika hawa sabini ni pamoja na huyu Qatada bin Nu'man. Huyu bwana Qatada bin Nu'man alishiriki vita ya Badr na Uhud na nyinginezo. Uhud alishiriki na nyinginezo kubwa alishiriki. Ana tukio moja la ajabu huyu Qatada bin Nu'man katika vita ya Uhud wakati mashambulizi yamekuwa makubwa, Mtume alikuwa ameshambuliwa, alikwenda akamlinda ile kumwangukia na kumlinda asipigwe chochote, mpaka alipigwa mshale ukamtoa jicho. Mtume akalishuhudia jicho limetoka. Kuna maneno mengi katika riwaya zake hizo, tuzungumze moja tutamwisho kwamba mtume aliliangalia lile jicho lile na akalirudisha, limetoka nje akalirudisha, na akamwomba Mwenyezi Mungu akasema, Allahumma inna Qatada qad waqa wajha nabiyika biwajhihi, e Allah, huyu Qatada amemlinda ameulinda uso wa nabii wako kwa uso wake, usishambuliwe. Fajaalha ahsana ainaihi wa ahaddahuma nadhra lifanye hili jicho lake hili lilolirudisha hili liwe ni jicho bora katika macho yake mawili na liwe linaona sana. Kinda mwanzo likapona, limetolewa nje kabisa akalirudisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaliombea wa dua na likapona. Huyu Katada alikutana na mambo kama haya, huyo Ibn an-Nu'man. Sasa huyu ndiye anayetusimulia hadithi hii. Lengo letu la hadithi sisi tunachokusudia kuna mambo mengi hapo ya bayatul aqabatil ula, hatuna shida nayo. Shida yetu ni hadithi hii iliyosimuliwa sawa. <coughs> Bayatula, eh, hadithi aliyoisimulia. Tuna lengo lile la kuzungumza, tunakuzungumza rehma za Allah zile hisia, zile hisia za kufanikiwa kupata, si ndio? Na jana mpaka tukazungumza kwamba wako wanaosema matatizo baadhi ya nyakati, matatizo yanapokuja ni shetani. Nataka fikra hii iondoke, hii sawa sawa, kwamba shetani bwana ndiye analeta matatizo Mungu wasat rahmatu wasat kulla shay, ndio wa rahmati wasat, wasat kulla shay, shay. rehma zangu zimeenea kila kitu. Sasa hisia za rahma ni kupatapata, hivi kufanikiwa, kunyookewa, ndo unavyoona kama vile kunyimwa na kukingwa. Baadhi ya nyakati mambo unaonekana kama sio rehma, nataka lisieleweke hivyo. Kuna wakati Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake na anaweza kumpa mtihani, ule mtihani ukawa ndio kumpa kwenyewe na ndio rahma. Sawa, na mfano ni huo wewe unapoambiwa na daktari, mgonjwa wako huyu asinywe maji masaa kadhaa na, naye anataka maji, rehema kwako ni kumpa au ni kumnyima? Kumnyima eh? na lipo hilo, halipingiki, huyu bwana mnyime. Kuna wakati mzazi anaweza kuwa mkakamavu kwa mtoto wake katika mambo fulani fulani, kumbe ni kumjenga kwa kipindi kile. Yule kijana anaweza kuona mzee ah, bwana kila kitu kila kitu ishi mkakamavu lau kama angemwachia hivyo, pengine angekuwa mkubwa baadaye, angesema kwa nini mzee aliniachia kila kitu hivyo? Afadhali angekuwa amenibana bwana, sawa sawasawa. Kwa hiyo kuna wakati kubanwa na kunyimwa ndio rehema zenyewe, iko vizuri ewa. Tuangalie baadhi alarifina billahi wanasema hivi, wajuzi wajuzi wanomjua Mungu vizuri, baadhi yao wako waliosema Ni'matullahi alaika fi ma takrahu a'dhamu min ni'matihi aleika fi ma tuhibu, kuna wakati neema za Allah alizokuneemesha kwenye mambo fulani ambayo huyapendi neema hiyo inaweza ikawa kubwa kuliko neema yake aliyokupa kwenye mambo unayoyapenda. Anaweza akakupa jambo hulipendi, neema yake na rehema zake kwenye hilo likawa ni neema kubwa rehema kubwa kuliko kile ambacho umeneemeshwa na unalipenda. tuko vizuri <laughs> kwa mfano Allah alirekodi katika sura al-Baqara aya ya mia mbili na kumi na sita, audhu billahi minash shaytani rajim, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum, kumefaradhishwa kwenu kupambana huku kupigana, nalo jambo hilo linachukiza kwenu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, na huenda mkao mnachukia jambo na likao hilo jambo mnalochukia ni khairi kwenu. wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, na huenda baadhi ya nyakati mkao mnapenda jambo na hilo jambo mnalolipenda ni shari kwenu. Mwisho Allah angalia, anavyomalizia kupambana kwa kipindi alichofaradhisha Allah ilikuwa ndio kheri kwao, kwamba sasa msipopambana sasa hivi hawa wanamaliza, watakuwa wanaifanya dini isieleweke kwa kipindi hicho. Sasa na halafu kwenu mmekuwa mmeandikwa nyinyi ni watu bora kabisa, moja kwa moja umerekodiwa mpaka siku ya Kiyama. Wangekuwa hawakufanya hivyo kipindi hicho manake wasingekuwa watu bora, na manake ni kuifanya dini isieleweke, si ndio hivyo? Ila sio mapambano ya ovyo ovyo, lakini watu wanagombea hata vitu havieleweki. Sio hayo. Sawa, kuna wakati watu wanafanya fujo. Hilo moja, hilo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka sawa kuzindua, kuwa wakati mwingine rehma za Allah ni kule kukatazwa jambo hili, usifanye, ndio rehma zenyewe hili na kunyima ndio rehema zenyewe, sawa. Kuliko ungeachiwa nyingine, katika hizo rehema, angalia, kuna wakati mtu anakuwa hapendi, lakini ndio rehema. Katika suratu Nur aya ya kumi na moja, kuna tukio, Mama Aisha radhiallahu anha alisingiziwa uzinifu, likaleta kero sana lile jambo, kero kubwa katika Madina, mke wa Mtume mesingiziwa vurugika kabisa, na munafikina wakaeneza sura, ikawa ni mbaya, mpaka mtu anaona da, Mungu oh, wametuacha namna hii, tumekuwaje? Tumefanywa hivi. Allah alirekodi maneno haya akasema, ina ladhina jau bilifki, kwa hakika wale walioleta uzushi huu, usbatu minkum, ni kundi fulani, kikundi cha watu tena miongoni mwenu lakini la tahsabuhu shara lakum, tukio hili kuja kwenu msilidhanie ni shari kwenu, msidhani hivyo, msifikirie hivyo. Bal huwa khairu lakum, hilo tukio kuja kwenu namnayo ni kheri kwenu. Ha, mtu haraka haraka unaona da, kuzushiwa hivi kheri? Watu wote wamejua sisi tumezushiwa hivi kheri? Kheri yenyewe imekujaje? Aliyewatakasa ni nani? Ni mtu au ni Mungu? Allah. Sasa mtu amekuzushia uongo, imeshuka Qur'ani, aliyekutakasa ni Allah, imekuwa khairi sio khairi? Itasomwa mpaka siku ya kiyama. Hata akija mzushi baadaye, pia akisema alifanya hivi, anaambiwa Mungu amesema hivi, sawa sawa, ikawa ni sababu ya wao kusamehewa dhambi zao, kwa lile ni khairi si khairi? ikawa ni sababu kujulikana watu fulani si watu wa kuaminika hawa kusema maneno. Mmeshawajua sasa. Mungu ndiye amewazindua. Amekuzindua ninyi kuwafunua wale. Ni khairi si khairi? Kwa hiyo kuna wakati ndio Allah akasema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kwenye aya iliyopita. Allah anajua, ninyi hamjui. Kwa hiyo usije ukachukulia kila unaloliona kwako limekubana, ukachukulia ah, hii balaa. Hapana, wala sio hivyo, sio sio hivyo na usije ukafikiria kile ulipokunjuliwa kwamba ah hapa ndio kupendwa. Kuwa makini, mtihani huku na huku kote, kweli ni mtihani. Sawa sawa. Ilikuwa nimependa kuleta hizi ili isibakie ile fikra ya kuwa matatizo ni shetani tu. Ukiwapata ugonjwa shetani, unaambiwa pepo atoke. Vipi? Ona hivyo, ona tunapelekwa siko. Sawa sawa. Sura Al-An'am inasimulia kisa kirefu aya 42 mpaka 44, tusipite kwa urefu huo, kwa kiasi tu. Allah subhanahu wa Ta'ala anasema hivi "Wa laqad arsalna ila umamin min qablik", tulituma mitume katika umma mbalimbali kabla mbali ya kowe mtume sallallahu wale mitume tulipowatuma watu wakawakataa wakawapinga sana. Mungu alivyokuwa akifanya mualaja, namna ya tiba, anasema fa akhadhnahum, tukawaadhibu wale watu, maana yake tukawapatiliza katika kipindi walichokatakataa. Tukawaadhibu kwa namna gani? Bilbasai wadhara, kwa hali za kuwabana riziki, maisha kukunjuliwa, kukunjuliwa, ya yakabanwabanwa, na hali za afya pia zikawa si nzuri kwa nini? Laallahum yatadharraun, kwa bana kule, ili huenda wakawa ni wenye kunyenyekea, wakamtambua Allah. Kubanwa kwao ilikuwa lengo wajue yuko Mungu, wamsikilize, wafuate wale mitume wa sasa. Sikilize <laughs> ilivyokuwa Allah anasema falaula idjaahum jaahum basuna tadarau, lawi laiti, wangekuwa pindi ilipokuja ile misukosuko ya kubanwa kiriziki na nini, wangenyenyekea, ingekuwa bora sana kwao. Kule kubanwa, ingekuwa kwao ndio nini, bora kama wangenyenyekea. Lakin, walakin kasat kulubuhum, lakini mioyo yao ikawa migumu. Yani walibanwa, Allah aliwabana, alafu akalegeza kidogo. Alipolegeza kidogo, wakaona ah, maisha tu haya, wala sio maswala ya manabii kama kwa tumekata, ah ni maisha tu ndio hivi hivi, qasat qulubuhum, mioyo ikazidi kuwa migumu ilipokuwa migumu sasa, wazayyana lahumu shaitanu, shaitani akawapambia kuambia ndio maisha, ya maisha hivi maisha. Maisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma nasu madhukiru bihi waliposahau manake, falamma taraku, walipoacha yale waliokuwa wamezinduliwa, wamepewa mawaidha kwayo, wakayaacha kabisa, hawataki, wameshasema kwamba ndio maisha. Sasa wameshatoa wa maamuzi haya ni maisha tu, hakuna kufuata nini wala nini. He, nini sasa, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tukawafungulia milango ya kila kitu, riziki zikawa sasa nyingi, wako wazima, hawaumui Watasemaje sasa? So, watasema, watasema unaona, tume mwenyewe tumemkataa na maisha si haya, kwa hiyo zile zilikuwa ni fa ni mpango wa maisha tu yako hivyo. Tukawafungulia kila kitu baada ya kuwa wameshaamua kuacha, tukawafungulia sasa. Hapa kufunguliwa ni rehma au ni balaa? Unaona, kazi pale walipobana ilikuwa ni rehma ni, ni balaa? Pale ilikuwa rehma ili wazinduke, si ndio? kasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu no a'malahum kawa migumu, shetani akawapambia, wakaona maisha tu waliposema sasa ni maisha haya, na wakaamua sasa kufanya nini? kutoplia mbali ambayo wamezinduliwa na Allah. fatahna alaihim abwaba kulli shai, tuliwafungulia milango ya kila kitu, riziki nyingi, siha, so, hamna kuugua hata mafua, wakawa hivyo hata idha farihu bima utu mpaka walipofurahi sasa kwa vitu tulivyowapa, wamefurahi wanasema hakuna chochote, hakuna shida yoyote. Akhadnahum baghtatan, tuliwapatiliza ghafla, tuliwaadhibu ghafla. Hapo ni kipigo cha kumaliza, sio tena yale mawaidha. Baghtatan kwa kifajatan, fa idha hum mublisun, mara wakawa sasa ni wenye kukata tamaa na kujuta. Hawana hoja tena, hawana cha kusema. Tuwe makini kwamba rehma za Allah haswa, tukizitaka tujipendekeze kwa Allah, na kuna wakati Allah rehma zake ni katika kukubana kwenye jambo fulani. Uangalie kwamba uko katika nyumba ya mtihani, tunapita kwenye daraja hili, tubebe yale tunayotakiwa kuyabeba vizuri, tuvuke nayo, tuweze kuvuka, ndio lengo. Kwa hiyo kuna wakati kubanwa ni rehma, sawa. Usiju ukaona kwamba kila kubanwa ni adhabu. Huwa mtu kuna wakati amejisahau, anakumbushwa. Mungu anampenda kwa kumkumbusha. Inna Allah la yughayiru ma biaumi hata yughayiru ma bianfush, habadilishi Allah yaliomo kwenye nafsi za watu, kwa watu habadilishi yaliyoko kwao kwenye maisha mpaka wabadilishe wao yaliomo ndani ya nafsi. kama aliwakunjulia vizuri wakashukuru, anawazibishia walikunjuliwa vizuri, kila kitu kimekaa sawa, wakakufuru Allah anawasumbua. Ulikuwasumbua ni rehema, wakikumbuka wakitubu, wanarudishiwa vizuri, wakijisahau, moja kwa moja wanapata kipigo. Allah atulinde na hali hiyo ya kupigwa na ya ghafla, atuwe anatuzindua na tunazinduka, tuwe tunaiona khairi na kuifuata, na tuwe tunaijua shari na kuweza kuiacha. wa sallallahu ala nabiyina muhammadin